Hadi simu wenyewe pia iko si si mbling peke yake. Mimi, vitu zangu ni bigi bigi, heavy heavy, confirm vitu ig. Ata M mpesa, namba yako nijue vile tutaongea. Tuziko sana, namba yangu inafanya ngamakmpesa, hata mpesa kweli. Shilingi ngapi? Ni siweke nikuwekee namba kwa mpesa, alafu ndakudungia <laughs>